Shekhe wa Mkoa wa Mwanza, Sheikh Hassan Kabeke amefanya ziara maalum ya kutembelea kituo cha elimu ya dini ya Kiislamu kinachofahamika kwa jina la Markazi ya Ibn Abbas kilichopo katika manispaa ya Lindi mjini mkoani Lindi. Akiwa ameongozana na baadhi ya viongozi wa BAKWATA Mkoa wa Mwanza waliopo katika ziara maalum ya kifamilia mkoani humo, Sheikh Kabeke ametumia fursa hiyo kuwahimiza wanafunzi kushikamana na elimu huku akisisitiza juu ya nidhamu na tabia njema. Ameeleza kuwa mafanikio ya wanafunzi hayategemei elimu pekee, bali yanahitaji tabia njema, heshima kwa waalimu, na moyo wa kujituma. Fahamu safari ya elimu si ya tamu, si ya halwa. Tunajua inawezekana majumbani kwenu mlikotoka kuna maisha mazuri sana mnalala sehemu nzuri nakula chakula kizuri, lakini nyiye chukueni ile hadafu, lengo la kuja kwenu hapa, lengo la kuja kwenu hapa ni kumtafuta Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa wewe ambao umekuja kusoma, shikamana na elimu. soma kule kwenye Qur'ani utakuta zile habari za Nabiullahi Musa alipokwenda kuitafuta ilmu, anasema pale, laqad laqina fi safarina hadha nasaba. Chukua hapo tupige mstari, afu ndio tembea nayo maisha yako yote ya kutafuta ilmu. laqad laqina fi safarina hadha nasaba, kwenye safari ya elimu hakuna tamu Hakuna lele, lazima ukaze buti, wanasema vijana <coughs> mahala pa kuhifadhi, hifadhi hifadhi, wakati wa kujisomea, jisomee, uwe mwe na muda wa kutali. Lakini yote hayo, ili mfanikiwe, kuna kitu kimoja kikubwa sana kinaitwa akhlaq. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasifiwa na Mungu maeneo mbalimbali, lakini baadhi ya wanazuoni wanasema moja ya sifa yake kubwa bwana mtume ni ile katika surati An-Najm. Mungu anasema, wa innaka la ala khuluqin adhim, kwa nyinyi mnatakiwa mshikamane na tabia khuluqin hasan. Shekhe atawapenda maustadhi. Hao wametoka Kilwa, wamekuja hapa kwa ajili ya kutoa walichopokea wenyewe kule. Nyie ndio mtu mtawafanya zile memory zifunguke, ambaye unapata fikihi upate, ambaye unapata nahau upate, ambaye unapata sira upate, awa watafunguka. Kwa sababu gani? Watafunguka ikiwa nyinyi mtawaheshimu. Natakiwa mwaheshimu Hafu mwapende. Sinajua ile maneno yasemayo innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Mwapende walimu wenu. Msikubali fikra yoyote kati yenu ya mtu ama mmoja kati yenu kusa tugome. Sisi hatulagi hivi nyumbani. Ah ah, ungetaka nyumbani ungebaki nyumbani. Hapo mkuja kusoma. Lakini mmsikia shekhe hapa anazungumzia habari ya history. Taarikhi, mko ndani ya mkoa gani unaitwa Lindi? Taarikhi yake mnaijua? Uwo Uislamu wa Tanzania, kila ukitajwa, ukizungumzwa, taarikhi yake inarejea rejea Lindi, sio Kilwa, Kilwa Kisiwani, Kilwa Njini. Nanyi wenyewe mmeona, mmetoa kule kwa Sheikh Khamisi Saidi Khalfani. Sasa je, hiyo historia mnajipangaje mna kuilinda? Laza muipe heshima Lindi. Kwa hiyo someni na tunawatarajia, tunawategemea. Fahamuni mnategemewa na familia zenu. Lakini mna familia mnategemewa na miji mnayotoka. Mnategemewa na Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ali. Sheikh Kabeke pia ametoa wito kwa waalimu wa markazi hiyo kujipamba kwa tabia njema ili kuwa kioo na mfano bora kwa wanafunzi wao. Aidha, amewaasa Waislamu wa mkoa wa Lindi kuendelea kumwombea dua Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zuber ili aweze kuendelea kuiongoza vema jamii ya Kiislamu hapa nchini. Nyiye ndio mnatakiwa mtazamo ili muigwe. Sasa ikiwa nyie nyua ustadhi labdha mswali swala so, zinapita toto awezi kuswali. Wenye hamna muda wa kusoma Qur'ani, hawezi kusoma Qur'ani nye, nye hamna muda wa kutwali ha, hawezi kutwali. Nyenye matusi, maneno mabaya yanatoka kwenye vinywa vyenu, hawa hawezi kuwa na taa nzuri wala maneno mazuri. Kuna nyenye, mjifunge, mjue kwamba mnadeni. Kwa hiyo sisi tumefurahika, tumepata faraja kubwa, tunamshukuru sana ndugu yetu Shetwa kwa kutuleta Lindi karibisha Lindi. Lakini nitumie nafasi hii pia kwa unyenyekevu mkubwa, hichi ni kituo kikubwa hapa Lindi. Naomba nitumie nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa kumwomba shekhe wa wilaya, kuomba maustadhi, msiache kumwombea dua Mheshimiwa mufti na shekhe mkuu wa Tanzania Shekh Abubakar bin Zubeir bin Ali. Mabadiliko anayoyaleta kwa, kwa upande wa Waislamu ni makubwa sana mafanikio ni makubwa sana yanayoonekana kwa macho, lakini ashajaratu muthmira yurma bilhijara, mti ule wenye matunda ndio unaopopolewa mawe. Sasa muombeeni Mungu, Mungu ampe umri mrefu, Mungu amwondolee maradhi, Mungu ampe afya ya kutosha, mheshimiwa mufti aendelee kusimama, ili baraza liendelee kusimama, lilete mambo mazuri kama haya ye mwenyewe mufti anatamani. Mfano wanasema maelekezo yake ni kila mkoa uh, akae tuwe na vijana wa kitariqa waliosoma vizuri, niwathibitishie katika, ni katika wanazuoni wakubwa wa, na ilmu yake imesambaa karibu nchi zima. Na ni ilmu yenye baraka, ni ilmu yenye silsila Kuhu, fahamuni kwamba mko sehemu nzuri sana. Pili, mmo ndani ya nchi inaitwa Tanzania hii. Tunaweza kuswali, tunafunga. Sisi watu wa tarika, tuna tunadhikiri, tuna auradi zetu, tuna adhkar na kadhalika kwa salama. Leo tumefika tutembeleeni tu kwa sababu pia nchi hii iko salama na Kuhu, ina amani kubwa. Kwa hiyo, nawahusia vijana wa markazi hii ya Ibn Abbas kupitia kwa Sheikh wa wilaya endeleeni pia kuiombea nchi hii ya amani, mwye mkipata nafasi kwenye dua ma ustadhi. Naiombea nchi, Mwenyezi Mungu adumishe amani yake na utulivu wake. Kwa upande wake, shekhe wa wilaya Lindi, Sheikh Ismail ibn Mnape, ametoa wito kwa jamii kuthamini na kulinda amani ya nchi, akieleza kuwa bila amani hakuna maendeleo ya kweli katika taifa hili. Amani amani itazaa utulivu, utulivu huo muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikipatikana ibada, basi maendeleo yanakuja. Asubuhi Allah anasema, ila fi Quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falya'budu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Kwenye sura hii Mwenyezi Mungu ameyataja mambo matatu muhimu. Kwanza ametaja amani, lakini pia ametaja ibada watu wakimwabudu Mwenyezi Mungu kisawa sawa, basi kinachofuata ni maendeleo, maisha mazuri walau amanu ahla wata alqura lafata wattaqau lafatahna barakati minas samai, lau watu wa mji, mtaa, kijiji wangemcha Mwenyezi Mungu kisawa sawa, lakini pia wakamwabudu Mwenyezi Mungu ipasavyo. Mwenyezi Mungu anasema, wallahi la fatahna barakati minas samai wal ard, tungelifungua baraka zetu kutoka mbinguni na ardhini. Kumbe tunajifunza kwamba haya matatu haya, kwanza ukipatikana amani, lakini pia watu wakamwabudu Mwenyezi Mungu, basi kinachofuata ni sisi kusubiri matunda kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo basi nchi yetu inaingia kwenye uchaguzi, kuna kila sababu za kulinda amani ya nchi na utulivu wake. Kwa hiyo tunamwombea dua mheshimiwa Mufti, Mwenyezi Mungu amjalie afya nzuri, na Mwenyezi Mungu amjalie e, subira juu ya machangamoto mbalimbali, lakini Mwenyezi Mungu amjalie pia amani na utulivu. Wanafunzi wa markazi ya Ibn Abbas. Wameonyesha furaha yao kwa ziara hiyo wakimshukuru Sheikh Kabeke kwa kujali maendeleo ya elimu. Hata hivyo wameomba msaada wa vifaa mbalimbali vya masomo ili kuimarisha mazingira ya kujifunza. Kwa jina naitwa Ismail bin Hamisi nipo katika mkoa wa Lindi katika madrasa Ibn Abbas. Nashukuru kwa maoni au kwa yale ambayo amesema Sheikh wa mkoa wa Mwanza. Eh, sisi kama wanafunzi tunashukuru sana na tunashauri kutuunga mkono kwa yale ambayo eh, shekhi wetu wa wilaya Sheikh Ismail bin Nair ameyasema mtu mtu support katika eh, vifaa au katika mambo ambayo yanaweza sisi yakatu yakatu prove kwa katika level ya juu. Kwa hiyo tuna, tuna, tuna, tunashauri kwamba mtusaidie na ili tuwe katika hali nzuri. Kwa jina naitwa Nasr bin Muhammad bin Abdullah. Natokea katika mkoa huu wa Lindi, mwanafunzi wa Markaz Ibn Abbas Lindi ambayo yuko chini ya shekhe wetu wa wilaya Sheikh Ismail bin Mnaq. Mimi kwanza kabisa napenda kumshukuru shekhe wa mkoa wa Mwanza kwa kutufikishia ile ambayo ametufikishia, lakini pia naweza kutoa shukrani kwa ujumla wa wanafunzi wenzangu wote. Lakini nitakuwa na maombi kwa shekhe wetu na uongozi wote uliotokea mkoa wa Mwanza kwa ujumla ya kwamba Ambacho, zungu, kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu atakuwa ameweza kuwaafikisha inshallah, watusaidie ili kuweza kunyanyua daraja letu sisi. Nikiripoti kutokea mkoani Lindi, mimi ni Butije Butije.